Na mtazamaji wa Kenya wawili waliotekwa nyara na kusalia mikononi mwa magaidi wa Al Shabab kwa miezi 19 sasa wanaitaka serikali kuwafidia. na Miaka kumi na miwili baada ya kuachiliwa, Yesse Mule, Fredrick Wainaina walitekwa nyara mwaka wa 2012 wanasimulia mateso waliyopitia nchini Somalia. na Brenda Wanga alizungumza nao na kuandaa taarifa ifuatayo. Kwa maafisa wa usajili Yese Mule na Francis Wainaina ilikuwa siku ya kawaida kwao kama wafanyikazi wa umma huko Gerile, kaunti ya Wajir. Walikuwa wakiwasaidia wakaazi kujisajili kupata vitambulisho vya kitaifa, baada ya shughuli hiyo kukosa kufanyika zaidi ya miongo miwili. Wawili hao walitekwa nyara na magaidi wa Al-Shabab. Uh, the police officers that were guarding us uh, killed uh, several of them around 7 to 10 chini uh, ya meza hivi hiyo omo sababu moja, akatuona kuwa kwa dirisha, alirudi kwa mlango, nasi tukaamka, tukainua mikono juu. Vitambulisho vya wafanyikazi wa serikali viliokoa maisha yao, ila walisalia mateka na kupelekwa hadi Mogadishu nchini Somalia. Haikuwa safari rahisi, magaidi hao waliwatesa na kwa dhulumu mateka Walipofika Mogadishu, mateso yalizidi, wakifungiwa katika nyumba moja ambapo walivuliwa nguo na kudhulumiwa. So uh, kukuwa na makuguni huko, hakuna kitu akijifunika, kuna nini, mwanalalia nini, hata unajua, kuna na miguu, hakuna kitu mpaka tukasikona hii inaitwa arthritis. Miguu hata saa hii miguu hii inaganda ile hujaona kwa miezi kumi na tisa, Yesse na Francis walipitia madhila yasiyotajika. Waliachiliwa baada ya serikali kuingilia kati na kuzungumza na watekaji nyara. Walirejea kwa familia zao wakiwa wamebadilika kabisa. So that marriage couldn't last as much as we tried. Hiyo stress kakuwa mama yangu. Mimi nikuja, nilikuwa naulizwa kaburi mama yako, nika kiuiza, mama yako alikuwa juu ya wewe Eh? Stress ilimkura paka kaku. Na alafu kukaka, unajua hata my wife naye alipata stress, alikuwa na, na high blood pressure. Walitunukiwa medali za shaba kwa ujasiri wao ila wanasema medali hizo hazijawafikia. Yesse Mule na Francis Wainaina wanalilia haki, wakitaka kutambuliwa kwa huduma zao kwa taifa, Brenda.